Naam. Katika juma lililopita tulisimamia au tulimaliza babu ma jaa fi tarajuli Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri wasalam, tulimaliza mlango huo. Naam. Na mlango unaofuatia mbele, hatukuanza hatuku, au tulianza, hatukuanza kwao, tulimaliza mlango

kwa Kiswahili ni mvi. Sasa mvi za mtume zilikuwaje? Alikuwa na mvi? Na kama alikuwa nazo nyingi au kidogo? Sasa mlango huu utatoa ubainifu wa mvi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kabla hatujaanza mlango huu, kuna lahdha moja hapa inabidi <coughs> nizungumze, alafu ndio tuendelee tena. Kwa wale wenye vitabu <coughs> itakumbuka kwamba Juma hilo lilopita tulisoma habari ya nywele za Mtume SAW, babu majaa fi sha'ri Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, tulisoma habari za nywele za Mtume. Na kuna hadithi za mwisho mwisho, hasa hii hadithi, kwa mujibu wa kitabu changu ni hadithi nambari 28. Lakini kwa mujibu wa mlango babu sh, ma, majaa fi sha'ri

Qadmatan safari moja, bi maana, tulieleza kwamba mtume alipohama Maka akaenda Madina, basi alikwenda Maka mara nne. Kwa hiyo katika hiyo safari moja ndio inaitwa qadmatan, katika hizo nne. Kwa hivyo alikuja bwana mtume kwetu mji wa Maka qadmatan, katika safari moja katika hizo nne. wa lahu arbau ghadair, alikuwa na

jambo ambalo nibidi tulitolee maelezo kidogo, alafu tutasonga mbele. Kuhusu hii habari ya bwana Mtume sa salam alipokwenda Maka mara hii, nywele zake alikuwa amezisokota, amezisuka mikia minne, mikia minne. Kwa jambo hili, kuna baadhi ya ikhwa limewapa ukakasi Inakuwaje kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam asuke nywele mikia minne? Na mikia minne ikoje? na mbona kama e, wanasema wazungu hai saundi. Kwa hiyo tutatoa maelezo mafupi ili kuliweka wazi jambo hili la nywele za mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja Makka mara hii, alikuwa walahu arba ghadhair, alikuwa na mikia minne ya, ya nywele zake. Naam, jambo hili tutaanza kuitolea maelezo kwa kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ambayo kauli hii unaweza kuipata katika fatawa za nuru ala dhub. Aliulizwa Sheikh Uthaymeen kuhusu masala ya kurefusha nywele muislam, na vipi mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhia hii ya kurefusha nywele zake zikawa refu na mpaka kufikia hatua hiyo ya kufuga mikia. Akasema, tuna mnukuu kwa lengo la kuweka sawa swala hili. Anasema Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymin rahimahullahu, italatu sharu ras la basa bihi, kurefusha nywele za kichwa za kichwani kwa maana ukazifuga sasa hizo na zikawa refu, la basa bihi, hakuna ubaya wote kwa hilo. La basa hakuna ubaya wote kwa mwanamme. Akasema kwamba mimi nywele zangu ninazifuga, naziachilia zirefu, si tatizo. Fakad kana nabii sallallahu alaihi wasallam, hakika alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lahu sha'run alikuwa na nywele ambayo nywele hizo yaqrabu ahyanan ila mankibaihi, ilikuwa zikifika baadhi ya nyakati mpaka katika mabega yake. Fa huwa ala al asl, hii ndio asili kwamba nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa zikifika katika, mpaka katika mabega yake. Na hizi tumesoma hadithi hizi nyingi tu katika mlango huu wa babu sha'r, akasema la ba'sa bihi hakuna ubaya kwa hilo. walakin maa dhalika, lakini pamoja na hivyo, pamoja na hivyo kwamba nywele zilikuwa refu za mtume sallallahu alaihi wasallam zikifika katika mabega, ilikuwa ni huwa khadiu liladati walurf, kumbe jambo hili lilikuwa ni jambo la ada. Ada ni desturi kwamba kitu kinafanyika katika society katika mjitama au katika nchi au katika eneo fulani, watu wote wanafanya jambo lile, ni jambo ambalo sasa ni jambo la, la, la, la, la ada yani, kitu ni desturi, ni kitu cha kawaida kabisa. Na jambo hili lilikuwa lafahamika, al urf, kufuga nywele zikawa refu mpaka kwenye mabega, nilikuwa ni ada

au katika kikundi maalum taifatun muayyana, na likaingia katika desturi na kwamba lina, linafahamika katika hali hiyo eh, basi ni jambo ambalo litalokuwa halina ubaya ikiwa wewe utalitenda. Ni jambo watu wamelifanya, nywele kuwa refu, hii ni ada. Kwa Mtume saa salam kufanya nywele zake mpaka zikafika katika mabega, hii ilikuwa ni ada lakini anasema falmas'alatu binisbati li tawili rajuli li ra'si min babi alashya almubaha. Kwa hiyo mwanamume mm yeyote akiamua kuzifuga nywele zake zikawa refu, jambo hili linaingia katika somo la kifikihi linaitwa alashya almubaha, mambo ambayo yalikuwa ni ni halali

wafanya hivyo basi hii haitakuwa e, ana, anasema fala basa bihi, hakuna ubaya. Kama katika mji kuna watu wanafuga nywele kwa kuku, kwetu Afrika twasema ni afro afro, kwa sababu nywele za Kiafrika ziwezi zikateremka urefu katika mabega, kwa hiyo ikawa watu wote wanafuga afro pale mitaani na nini sasa na wewe kama unafuga afro, basi hii ni ada, ni desturi ambayo watu wanafuga nywele zao katika afro, hakuna tatizo lolote. Lakini sasa shekha anatoa angalizo hivi: amma idha kanat la tastamilu illa inda ahli ldaa, lakini ikiwa jambo hilo la kurefusha nywele zikafika katika mabega na pengine kusuka likawa lafanywa isipokuwa na watu ambao wa walokuwa wanaitwa ahlu dhaa. Ahlu dhaa manhum ni wale watu ambao wa walokuwa ni tusema, wenye kudharaulika katika jamii, ni watu wa hovyo, ni watu ambao wa hawana hadhi na heshima, wanalifanya jambo hilo, basi anasema shekhe fala yanbaghi ladhawi sharf waljahu an yastamiluha, haimpasi kwa yule ambaye mwenye hadhi na mwenye heshima na mwenye kukubalika katika jamii kuwa na yeye akalifanya jambo lile. Kivipi? watu ambao wapuuzi kabisa, wapuuzi ndio utawakuta wafuga minywele nywele na wasuka nywele zao. Sasa ikiwa ni hivyo basi mtu mwenye heshima yake, mwenye murua, mwenye hadhi na anakubalika katika jamii, basi haitompasa yeye kufuga nywele hizo, au akafuzisuka nywele hizo. Tuchukulie mfano katika sosieti zetu za Kitanzania, kuna watu wapuuzi kwelikweli, wapumbavu, wajinga kabisa, wafuga nywele na sio kama wanafuga Eh, nywele zile, zile ni nywele ambazo zinakuwa ni nywele za bandia, wanavaa, inakuwa nywele refu zimesukwa, zime eh, wanajiita wasanii hawa, kwa msanii kapanda juu ya steji na minywele mirefu nyuma kaisuka huko. Sasa wewe mtu ambaye unajinasibisha na manhaji salaf, ah, hiyo itakuwa haifai. Hata kama Mtume saa salam kweli alionekana katika mji wa Makka amesuka nywele zake mikia minne, lakini ikiwa katika mji wako watu wapumbavu, watu washenzi ndio ka, kaida yao kufanya mambo hayo ya kusukasuka nywele, basi itakuwa haikufalii kabisa. Wasanii hawa au mara nyingine wacheza eh, mpira nywele mi, zao wanazisuka suka sana si marasta si marasta fare. Kwa hiyo kwa muislam ambaye anajichunga heshima yake, haistahiki. Lakini kama wale ingekuwa hawafanyi hawa, na wewe ungeweza sasa, bwana mimi nywele zangu eh, naziachia refu alafu nazisuka. Kwa nini? Mtume alionekana hivyo, akafanya hivyo. Kwa hiyo hii nafikiri ingekaa sawa katika hali kama hiyo na kuna baadhi ya wanazuoni vilevile wakalizungumzia swala hili kama itakuwa wanawake sasa, ambao ni wapuuzi, wanawake wasiojitambua, wakawa kazi yao kuachia minywele yao na kujisuka ikawa parha, basi wewe mtu ambaye una heshima zako, mwanaume hutoruhusika kutokana na wale eh, wanawake wale ambao walikuwa hawana hadabu, wanachia wana, wana minywele yao. Anamalizia Shekh Uthaimin katika katika fatawa yake, anasema nara fi hadhihi lmasala, twaona sisi katika masala haya, an ittikhadhu ash-sha'r, kuzifanya nywele eh, kwa maana ya kwamba kuzifuga au kwa maana ya kwamba mtu akasuka kama alivyosuka Mtume, laisa min babi sunna wa ta'abbud, si katika mlango wa sunna na si katika jambo la kiibada, wa inama huwa min babi ittibai al-urf wal ada, ni jambo ambalo lina mwelekeo wa nini? Wa desturi tu, na ni jambo ambalo linafahamika. Basi kwa hiyo nafikiri, hii ndio main point, kwamba mtu asije akafikiria kutokana na hadithi hii kwamba Mtume alionekana anamikia minne ya nywele katika alipokuja Maka mara hiyo Kufo, kwa hivyo ukafikiria kwamba itakuwa ni sunna kufanya hivyo. Shekhe anasema a leisa min babi sunna, hiyo si katika mlango wa nini, si katika mlango wa sunna wa mtu akatamasak, aka anasema na mimi nazachia nywele zangu au nazisuka. Si katika hii, ni mambo ya ade, ni mambo ya desturi, na watu wanakuwa na desturi zao katika maeneo mbalimbali. Kuna vitu vingine ambavyo kuna baadhi ya watu wana misinterpret wanaona kwamba hii ni sunna, lakini ukija katika misingi ya kisheria inakuwa jambo lile si sunna. Tuchukulie mfano mwingine ambao utakuwa kidogo ni kutanue kichwa chako katika mada hii. Aliulizwa safari moja eh, Shekh Mukbil Mulk, Shek bin hadi Alwadhii rahimah llahu

Sunnat amla la je kuvaa kilemba ni sunna au si sunna? Jibu lilikuja hivi, kwa sababu muulizaji aliuliza kwamba baadu likhwa yunkiru ala man yusalli biduni amama, kuna baadhi ya watu wana wanakuja juu kwa yule ambaye mwenye kuswali hakuvaa kilemba.

iki kinazingatiwa ni katika al-adati tutasema ni katika desturi za al-arab za Kiarabu au za Warabu. Desturi hii ya kuvaa kiremba ni desturi ya Warabu, lakini ulipokuja Uislamu akarraha al-islam uislamu ukaipokea uka dasturi ile ya warabu kuvaa kilemba na uislamu mtume kwa maana hakukataza. amma, am, amma annaha tasilu ila haddi sunna fala tasilu ila haddi sunna. Anasema Sheikh Mukbil, ama kilemba kwamba ndio kimefika daraja ya sunna, anasema hiyo no, hakijafika kwamba eti kuvaa kilemba ndio sunna ha, hakijafika fahiya tutabaru adatun kilemba kinazingatiwa ni desturi. Desturi ya nani? Desturi ya Warabu, lakini idha nawaita al-iqtidaa bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, lakini utapokuwa umetia nia kwamba kwa sababu Mtume alivaa na mimi ninavaa, basi tuthabu, tuthabu, utapata thawabu ala iqtidai bi rasuli, kwa kule kumfuata na kumuigiza Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini usio kasema kwamba mimi ninavaa kilemba ni sunna. Ni kwamba tia nia tu kwamba Mtume alivaa basi nami navaa eh, kwa sababu ni katika jambo ambalo Mtume nampenda, innal muhibba liman yuhibbu muti, nami navaa kilemba utapata thawabu, lakini sio unang'ang'ania una kwamba hii sunna, hii sunna, hii a, kilemba si sunna. Ni mila na desturi za Warabu, lakini Uislamu umepokea kwa hiyo katika Uislamu kuna mambo mengi ya mfano huu ambayo yanakuwa katika hali ambayo hayajafika katika daraja ya sunna. Hapa nilikuwa nataka kukuremind tu kwamba suala la kusuka nywele na ukasuka mikia minne kama alivyofanya bwana mtume aaw salam hili si jambo la sunna kabisa. Hii ni ada, ilikuwa ni ada ya warabu na bwana mtume ni Mwarabu, basi afanya ada ile lakini mtu asije akangang'ania kwamba bwana, nami nnasuka nywele kwa sababu hii ndio sunna. Baadhi ya maulama wengine wakatoa maelezo yafuatayo: ana nabiy Sallallahu alaihi wasallam kana idha tala sharahu li safarin au ghairihi, kumbe mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivi, nywele zake zinapokuwa refu fika mpako mabega na, na pap imetokea safari au kuna dhurufu nyingine mbalimbali, basi dhaffarahu arba dhafair, alikuwa anazisuka mikia minne yuko safarini. Kwa nini? Kwa sababu anapokuwa katika safari inakuwa ni vigumu tena nywele, kutafuta kishanuo, kutafuta kitana, kutafuta nini. Kwa hivyo anaziweka ile minne, mikia minne, yumo ndani ya safari. Na safari kama mnavyojua za zamani, sio safari za sasa safari za sasa, kwamba mtu anaingia labda katika watu wa bongo anasema pipa, eh, anasafiri, anakwenda labda Dubai, anakwenda wapi, anakwenda Hong Kong, yumo katika hali nzuri, analetewa na chakula msosi, nzuri kabisa anakwenda chooni. Lakini safari za zamani zilikuwa ni ngamia, kama tulivyomweleza jana, ngamia anakata majangwa. Kwa hiyo mtume alikuwa anazisuka nywele zake, nikiamini anapokuwa katika safari, wadhalika dhalika ala adati larab na kumbe hiyo ndiyo desturi ya Waarabu wanaposafiri majangwani, na wanakuwa hawataki kushughulishwa na nywele zao wanasuka tumikia mine basi. Na kwa maana hiyo alikuwa bwana mtume saa wa salam, usukaji wenyewe nihibi, ni hivi ni wadhalika, yarudduhu yaruduhu ila lkhalfi, nywele zile anazirudisha nyuma kisogoni, thumma yaj'aluhu khisalan, kisha anazipembenua thumma yansaju ba'dhaha ala ba'dhin fatlan, kisha sasa anazifuma. e, kufuma ni kama mfano vile tusia mtu anafuma anafuma, halafu zinakuwa katika, ni fatlan katika msuko. Na hata tasiru arbaa dhafair, mpaka zinakuwa mikia mingapi? Minne, lakini ziko nyuma e, na sio mbele au pembeni. Kwa hiyo hii ndio kaifia za nywele za Mtume ali a salam jinsi zilivyokuja, wakasema ala anna alwajib an natanabahu ila anna tatwil ash-sha'r laysa fi nafsihi min as-sunnah. Utanabbah kwamba kurefusha nywele zikawa refu kitendo kile tu cha kurefusha zile nywele nafsu laysa min as-sunnah, si katika sunna allati yujaru alaiha al-muslim

Hakujalia bwana mtume kurefusha nywele kwake ikawa mtu apata thawabu au kuzinyoa nywele zake ikawa mtu apata dhambi. Illa annahu amara biikramihi, lakini naam, kuna jambo hili kwamba bwana mtume ameamrisha nywele zitunzwe. Hii ni amri. Kwa hiyo hapa ndio mtu ambapo akitunza nywele, ina maana ya kwamba tayari anaingia katika nini, katika jambo la kiibada ko anapata thawabu. Almuhimu ni kwamba tunamalizia e, wa idha sara dhalika, endapo itapokuwa jambo la kurefusha nywele au kusuka nywele e, alamatun ala alfusaq, ni alama ya watu mafasik watu wa ovu, au sufaha, au watu wa pumbavu kabisa kabisa, ikawa ukitaka kujua jitu gani jinga pumbavu jitu ovu, basi angalia manywele yake. Naam, sasa ikiwa ni eh, manywele marefu manywele yaliyosukwa ni alama fulani ya watu ambao mafasik, watu wachafu washenzi, eh? basi lam yakun ladhawi almuru'ati, haipendezi kwa mtu mwenye heshima zake, wal hayati, ana personality an yamalu amalahum, akawa mtu akaigiza nywele zake zikawa kama wale watu wajinga watu wapumbavu. Kwa nafikiri hapa kuna, kuna, kuna kitu ambacho kinafahamika wazi wazi kwamba ukimwona mtu wapumbavu kabisa, ah, tama nywele yake eh, si ndio? Wasanii sasa eh. Ikiwa ni alama hiyo, leo kuna alama ambayo inafahamika katika masala haya ya manywele ni alama ya Rastafari. Bob Marley, Bob Marley kafa katwachia marasta. Sasa na wewe ukienda ukifuga ah